mbi ama makosa yanatakiwa yakemewe kwa nguvu zote, kwa kuwa ni kitu kina madhara kwenye maisha ya mwanadamu, ni kitu kitapelekea aumie, ni kitu kitapelekea yeye na ukoo wake na familia yake waibike. Ni kwa sababu hiyo basi huwa tunatumia nguvu kubwa kukemea au kukataza ubaya, kwa sababu ubaya unaharibu jamii, na ni vema ujue kwamba yeyote ule kama aa, akina shushu unaoona wana wanakumbatiana na watu ambao wajirikani, yeyote ule anayeeneza falsafa yoyote ile mbaya pale aenezi kwa ajili yake. Ndio maana nyie mnatumia hii mitandao mnatutaja kwa majina yetu, ila nyie hivyo mnavyotutaja kwa majina amuoni shida, ila si tukiwataja kwa majina ndio shida. Sasa niwaambie kwamba makosa madhambi zina madhara, ndio maana tunakemeana wazi wazi mbele ya wote ili na wengine waogope. Timotheo wa kwanza tano ishirini anazungumzia kwamba wale wadumu kutenda dhambi wakemee mbele ya wote ili na wengine waogope. Lakini kwa hiyo kuhubiri ni kushughulika na maisha ya watu, kuchukua yale wanaishi watu leo, kufananisha na visa vya Biblia na kuwaonya kwamba hayo mnaoishi waliwahi kuishi watu, walienda kutokea eneo fulani, walienda kutokea kwenye maisha fulani ya laana, walienda kutokea kwenye maisha fulani mabaya sana. Wewe mwanadamu unaishi leo, ni vyema unajua utaenda kutokea wapi. We mwanadamu unaishi leo leo, ni vyema unajua utaharibikiwa kiwango gani? Hii ni njia iliyo njema kutembea katika utakatifu, haki na usawa. Lile usilopenda kutendewa wewe, usimtendee mwingine. Yeah, kwenye <clears throat> aleluya, mtu wa Mungu. Dabta wa Filipi mbili mstari wa tatu, andika, anasema stende, neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Lakini mstari wa nne, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. E, nitumie nafasi hii asubuhi ya leo kuongea na wawili watatu, ambao huwa wengi wanatumia nafasi hii kulalamika na kuongea lugha mbalimbali, kwamba kwa nini kazi ni watu ambao mnashughulika na maisha ya watu wengine, au ninyi hamna ubi, injili ya kuhubiri injili yenu ni watu? Au ninyi ni watu tu mnaona makosa ya watu na vitu vingine vingi kama hivyo. Kwanza nianze na hoja ya kwanza ya kushughulika na maisha ya watu wengine au kutaja majina e, hakuna mtu au hakuna mhubiri hata mmoja ambaye hataji majina ya watu, hayupo. Hawa tunaowataja kwenye Bibilia, tukimtaja Petro, tukimtaja Yuda, tukimtaja Zakayo, tukimtaja Yesu, ni watu. Kwa hiyo kutaja jina isiwe kesi kwa sababu tumetaja jina la mhubiri wako ambalo tumefafanua kitu fulani ambacho amefanya isivyo au kinyume na maandiko. Inaanza kwa kesi, kwa nini unataja majina? Hakuna kuhubiri ambako unaweza ukahubiri usitaje majina ya watu wala akina Yuda. Tunasema Yuda alikuwa msaliti. Yuda alikuwa mshika mfuko wa sadaka. Yuda ni mtu, Petro ni mtu, Paulo ni mtu, Stefano ni mtu, Yesu ni mtu, Yohana ni mtu, Yakobo ni mtu. Hakuna mhubiri yeyote duniani ambaye anahubiri bila kutaja majina, isipokuwa inawezekana sisi kukua, kwa kuwa tunahubiri kwa kutaja udhaifu alionao mtu na kufafanua kwamba alitakiwa afanye nini kilicho sahihi. Basi inaonekana ni kama uungaji wetu au namna yetu ya kutaja majina ni namna ya kushambulia, lakini ukweli hauko hivyo, ila kutaja majina. Kuna mhubiri ambaye ataji majina. Hoja ya pili ambayo yaendana na hiyo kwamba, nyie injili yenu mnashughulika na, eh, mna na mambo ya watu wengine tu, mtahubiri injili lini? Yani nyie kila siku ni kupita tu mitandaoni na kuangalia nani imekosea, tahubiri injili? Eh, Biblia hii imeandikwa ili tupate kujifunza, yaliandikwa yapate kuwa mifano, yaliyoandikwa wakati ule yanaongelewa. Yesu wakati anawaambia ole wenu waandishi na Mafarisayo, alikuwa anaongea na watu ambao wapo. Yesu akawa anasema imeandikwa alikuwa anaongea na watu ambao wapo, alikuwa anawaonya watu ambao wapo. Kwa hiyo tunasoma visa vya Biblia, tunavifananisha na maisha ya kawaida kwamba ok, Yesu alipokwepo aliwaambia Mafarisayo, ole wenu waandishi na Mafarisayo, mnafanya jambo moja, mbili, tatu. Leo hii niko mimi, hayupo Yesu, niko mimi ambaye nimepewa wajibu uleule aliyokuwa nao Yesu, mimi nalichukua lile jina la Yesu nalitumia kuwaonya niliyonao leo. Kwa hiyo kuhubiri ni kuchukua yale yanayoendelea leo, kuchukua maisha yanayoendelea leo yanayofanywa na ubiri leo kuyafananisha na aliyofanywa na Mafarisayo, kuyafananisha na aliyofanywa na, na, na viongozi wa dini. Kuhubiri ni kuchukua yale wanayofanya wafalme leo ufananisha vile visa na visa vile, kwa sababu hakuna jipya chini ya jua, matukio yote yanajirudia. Kwa sababu hiyo, manake mtu anachokifanya leo, kuna mtu alishawahi kufanya siku za nyuma, na njia rahisi ya kumwonya huyu mtu ndio tunachukua maandiko tunayasoma, tukishaasoma tunayatumia ile maandiko kumwonya yule mtu, acha ubaya huu, kwa sababu wenzako aliowai kufanya ubaya huu alienda kutokea pale. Hakuna jipya chini ya jua, ndivyo asemao Sulemani katika kitabu chake cha mubiri. kwa hiyo kuhubiri ni kuchukua visa vilivyowahi kuweka kuvifaanisha, nafaanisa lazima utaji. Wewe kama ni Rais Samia, haya unayofanya ni kama aliyowahi kuyafanya mfalme fulani, alienda kutoka eneo fulani. Kuhubiri ni kutumia makosa au mazuri ya watu kufundishia watu wengine, na ukweli ulivyo ni kwamba sio wakati wote tu tunakosoa kweli. Kuna wakati mi nilitoa klip kumpongeza askofu Mamakula, je, hapo napo na niliongea makosa yake? Au tu ninyi ndo huwa mna focus kwenye makosa? Ukweli ni kwamba kuhubiri sio kuhubiri watu waliokufa. Kuhubiri sio kwataja akina Petro akina Yohana akina Paulo, hapana ubiri ni kuongea leo, hiki kilichotokea unakifananisha na kisa kipi cha Bibilia? Unafananisha na namna ipya kwenye Bibilia? Kwa hiyo kwa sababu hakuna jipya chini ya jua, tunatumia visa vilivyowahi kutokea kuwaonya wanadamu na kuambia kisa hiki kinafanana na kisa fulani kwenye Bibilia ambacho ukiishi hivyo utaenda kutokea eneo fulani katika Mhubiri moja msari wa tisa, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake? Tazama ni jambo jipya, limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Lakini wanadamu wengi hawajui, yani hivi leo ambavyo mawaziri akina Rais Samia sijui wahubiri wanafanya, wengi wao hawajui kwamba maisha wanayoishi leo ni maisha ambayo tayari waliwahi kuishi watu nyuma, na maisha hayo yaliwapelekea watokee kwenye madhara ya namna moja au nyingine. Ni kwa sababu hiyo tunatumia Biblia sasa kuwaonyesha hivi unavyoishi na kuwaonya, kuwaonyesha, yani kuwaonyesha kwamba hivi unavyoishi ni kama huyu alivyoishi na kuwaonya kwamba hivi unavyoishi utaenda kutokea pale. Sasa hapo tunapotaja hilo jina la mtu hatumuhubiri yule mtu, tunaihubiri dunia nzima. Ila kwa mfano tunahubiri, kwa mfano, ndo maana maandiko ni e, nikisomea hapa katika Timotheo, e, Paulo alivyokuwa anaongea na Timotheo alikuwa anasema kwamba hebu jitengeni na, na watu ambao wanakuwa wana wanapotosha injili kwa sababu wao yanaweza vinaweza vikawatokea vitu vigumu sana kutokana na maisha yao ya kuwa wanapotosha injili na neno la Mungu. Sasa katika ku, kuwaonya hivyo wanadamu alitaja majina ya watu, hakutaja majina ya, ya vitu ambavyo havipo, alitaja majina ya watu. Kwa hiyo kuhubiri ni kushughulika na maisha ya watu kuchukua yale wanaishi watu leo, kufananisha na visa vya Biblia na kuwaonya kwamba hayo mnaishi, waliwahi kuishi watu, walienda kutokea eneo fulani, walienda kutokea kwenye maisha fulani ya laana, walienda kutokea kwenye maisha fulani mabaya sana. Wewe mwanadamu unaishi leo, ni vema unajua utaenda kutokea wapi. Wewe mwanadamu unaishi hayo leo, ni vema unajua utaribikiwa kiwango gani. Sasa wengi wenu, kwanza moja, tukitaja majina ndio, na nyinyi mnasikiliza, naona huyo ameshamsema na huyo hatujamsema. Huyo tumehubiria dunia nzima, kwa sababu na wewe umesikiliza, kwa sababu tumehubiri dunia nzima kwa kutumia mfano wa mtu. Hatuhubiri kwa kutumia mifano ya wazungu tu, sio akina Petro Paulo, a ah, a -ah. akina Petro na Paulo tunawachukua, tunafananisha na maisha yako wewe. Wewe leo unaishije? Wewe leo unafanana nani? Wewe unayefanana na Yuda wewe hatuwezi kukutolea mfano wa Petro au Paulo, wewe tutakutolea mfano wa Yuda, kwa sababu wewe unaendana sana Yuda Iskariote. Sasa nataka nikujulishe, kuhubiri ni kushughulika na maisha ya watu, watu unaonya watu. Sikia, sikia katika Petro pili tatu, katika Petro pili tatu, nianzie Petro, mstari wa sita, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao kwa nyumba katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Paulo anazungumza anampa ana, ana, ana, ana mausia Timotheo saba wakijifunza siku zote ili wasiweze kabisa kuufikia ujuzi wa kweli. Na kama vile sikia, Paulo anavyoongea kwenye mstari wa nane, na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli, manake anafananisha Yane na Yambre walivyopingana na Musa na hawa tunaoishi nao leo wanavyopingana na ile kweli. Si unaelewa kwamba hapa kinafananishwa kisa kilichowahi kutokea na, na, na hali au visa vinavyotokea sasa? Huko ndo kuhubiri. Na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa ndivyo ambavyo mhubiri fulani wewe fulani unapingana na ile kweli ya Mungu. Sasa kutaja tu jina wewe fulani inakuwa inaonekana ni shida, lakini ukweli ni kwamba kuhubiri ni kushughulika na maisha ya watu, ni kutaja. Hakuna mhubiri ambaye ashughulike na maisha ya watu, si hiyo? labda kama ugomvi ni kushughulika au kutaja majina ya watu ambao wako nje na kanisani kwako, ama ni kutaja majina ya watu ambao unakuwa unawaonya una walivyopingana Musa vivyo hivyo na hawa wanapingana ili kweli, ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Sasa kama hiyo haitoshi, basi Paulo anaongelea ana kwenye i Timotheo pili hii e, sura 4 mstari tisa, ma jitahidi kuja kwangu upesi, mstari kumi, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu wa sasa. Ili ni jina ametaja, maana Dema ameniacha sasa mkitaka tu tuseme, maana wahubiri wengine wameacha Injili, lazima tutaje, maana Mwamposa anauza mafuta. Mafuta sio neno la Mungu, hayamo kwenye Biblia kuyauza. Hata kama ameandikwa wapakeni watu, lakini mwapake bule, sio mwauzie. Mlipewa bule, toeni bule. Kuuza ni utapeli, ni wizi. Kwa hiyo lazima tutaje, maana Mwamposa, sio tutaje tu kwa mafungu mafungu. Ah, ah, pana, tutaje jina la mtu lakini kama iyotoshi msari wa kumi na nne anasema, Iskanda, mfua shaba alionyesha ubaya mwingi kwangu. Ndio kama navonasema endu kantimbo au Rais Samia au waziri fulani, tunataja majina, kwa sababu mtu aliyefanya baya fulani kwa mtu wa Mungu anatakiwa ajulikane kwa jina lake, watu wamjue kwa jina, huyu kwa jina lake na roho mbaya, ana moyo mbaya wa kujadhari, ajadhari na mtu huyo lakini mwisho, ningeenda kumalizia kwamba hivi nyie mnaona makosa tu ya watu, hamuoni mazuri. Ukweli ni kwamba si kweli. Wakati wote huwa tunakosoa, kuna wakati huwa tunapongeza, lakini makosa ama dhambi zina madhara kuliko kusifia. Ndomaana fuatilia maubiri ya Yesu. Yesu hautamkuta hata eneo moja akiwa anawasifia wanafunzi wake. Petro, umefanya vizuri daima. Alikuwa anawambia mjuiro mlionayo mahala anamwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani, ukikwazo. Kwa kwa nini? Kwa sababu dhambi ama makosa yanatakiwa yakemewe kwa nguvu zote, kwa kuwa ni kitu kina madhara kwenye maisha ya mwanadamu, ni kitu kitapelekea aumie, ni kitu kitapelekea yeye na ukoo wake na familia yake waibike. Ni kwa sababu hiyo basi, huwa tunatumia nguvu kubwa kukemea au kukataza ubaya, kwa sababu ubaya unaharibu jamii, na ni vema ujue kwamba yeyote ule, kama hawa akina shushu mnaoona wana wanakumbatiana na watu ambao wajirikani, yeyote yule anayeeneza falsafa yeyote ile mbaya, pale aenezi kwa ajili yake. Ndo maana nyie mnatumia hii mitandao mnatutaja kwa majina yetu, ila nyie hivyo mnavyotutaja kwa majina amuoni shida, ila si tukiwataja kwa majina ndiyo shida. Sasa niwaambie kwamba makosa madhambi zina madhara, ndio maana tunakemeana wazi wazi mbele ya wote, ili na wengine waogope. Timotheo a kwanza tano ishirini anazungumzia kwamba wale wadumuo kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Lakini kama hiyo haitoshi, basi katika Galatia mbili kuanzia mstari wa kumi na moja pale e, Paulo alipoona Petro anakosea alimkemea mbele ya wote, ili wengine waache kuendelea na unafiki au kuchukuliwa na unafiki huo wa Petro na kuvutwa kushindwa kubaki kwenye kweli ya Injili. Makosa ya mtu mmoja yana uwezo wa kuikosesha dunia, yana uwezo wa kuwakosesha watu wengi, yana uwezo wa kuwadhuru watu wengi. Ndio maana tunatumia kosa la huyo mtu mmoja kuihubiria dunia nzima kwamba kwa kosa la huyu wengine msiyemkaiga, huyu alichofanya amefanya ushetani amesambaza falsafa za kishetani. Hiyo sio bibilia, sio neno la Mungu. Sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, tengenezeni njia ya Bwana nyikani, ya nyosheni mapito yake kwa Bwana. Mhukumu wake yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Kila kirima na virima vitashushwa na kila bonde itainuliwa na kila palipo paruzwa pata sawazishwa. Hakuna jiwe litakalo salia juu ya jiwe, jiwe. Kila anayepotosha maandiko atanyoshwa. Kila anayepotosha neno la Mungu atanyoshwa. Haijalishi ni mwanasiasa, haijalishi ni kiongozi wa dini, atanyoshwa. Kwa kwa jina lake atanyoshwa, kwa nafasi yake atatajwa, atafafanuliwa, litarudiwa jina lake, ili watu wajue ukubwa wa ubaya aliofanya, na wajitenge na ubaya wake, ili wasije wakaenda kutokea kwenye madhara. Sio tu jehanamu ya moto, kabla ya jehanamu ya moto, dhambi itapelekea upate madhara Yesu karibu kuja, mlipa kila mtu sawa na kazi yake. Na sisi ambao tunataja majina ya watu, kweli tunakuwa kwenye hatari kubwa, ila pia tutapokea malipo na thawabu ya kuirekebisha dunia hii iliyooza. Bwana yuko karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Hii ndio maana ya lile neno maranatha. Siache kwenda kanisani, leo ni Jumapili, usishinde nyumbani, nenda kafanye ibada, nenda kaombe uongozi wa Mungu, neema Mungu iongoze maisha yako, iongoze ujana wako, iongoze ubinti, iongoze ndoa yoyote. Unanisikiliza hata kama ukisikiliza Jumapili hiyo imeshapita, lakini siache kwenda kanisani. Siache kwenda kwa bubu. Kwa bubu ni kitu bora kuliko kitu kingine chochote ambacho unaweza kushughulika nacho kwa, kwa faida yoyote ya pesa utakayopata. Hii ni njia iliyo njema, kutembea katika utakatifu, haki na usawa. Lile usilopenda kutendewa wewe usimtendee mwingine.